Akizungumza na wananchi katika kijiji cha Itizi kata ya Santilia katika jimbo la Mbeya vijijini, mgombea urais kupitia Chauma Salum Mwalimu ameahidi kuboresha miundombinu ya barabara hasa katika maeneo ya vijijini ili wananchi waweze kunufaika na kilimo chao. Sera yangu ya barabara iko wazi, watu wa Itizi nataka niwakilishie na nini mtakuwa nufaika kwa sababu ya sera yangu. Sera yangu ya barabara, kipaumbele cha barabara ya lami kitawekwa kwenye eneo la uzalishaji na hasa kilimo na madini. Kama eneo lina kilimo, kama ilivyo kwenye pareto, kama ilivyo kwenye kiazi, hamstahili kupigwa na vumbi, kwa sababu nyie ndio mnaotulisha. Lete lami huku, mzigo utoke shambani kwa wepesi, uende mjini kwa bei nzuri, mkulima anufaike. Aidha, katika hatua nyingine, pia mgombea wa rais kupitia CHAUMA Salum Mwalimu ameahidi kuongeza pato kwa mkulima, hasa katika mazao ya pareto pamoja na viazi. Mimi nimewaambia kilimo ni kipaumbele, cha kilimo nikipa. Msinione kijana, msinione msera mkafikiri eti nikishinda nitajaza nitajaza bodaboda nchi hii au tajaza mashine za kubeti ni tukalima vijana nchi hii na tutauza pareto zaidi ya shilingi elfu kumi tutauza kiazi zaidi ya shilingi elfu thelathini sio tena sio lumbesa lazima nilinde haki za wakulima hii mambo wanakuja kuuza kiazi yani yeye eh, kwenye magunia manne anakwenda kuzalisha gunia moja la ziada. Akifika mjini, kila magunia manne anazalisha moja la ziada, kila magunia manne anazalisha moja la ziada, kwa kukunyonya wewe. Lazima tuweke utaratibu wa mkulima kutonyonywa, pamoja na kupandisha bei. Ninawaahidi hatutouza kiazi shilingi elfu ishirini. Hiyo ninawaahidi hatutouza kiazi shilingi elfu ishirini kwa sababu kiazi kinahitajika duniani, kiazi nchini kinahitajika kila kona. Leo tembea mjini, hatua kumi, kijiwe cha chipsi. Anaitwa Watson Mchande, ni mzaliwa wa Itizi na ni mkazi wa hapa kwa Itizi. Kwa kweli sera za kutiania kwa njia ya uraisi amejitahidi, amejitahidi kwa sababu amezungumzia swala la linalohusu hasa kilimo ambacho kinakulenga. Sasa sisi wakazi wa Itizi ambayo ni kilimo cha pareto pamoja na viazi. Ni kweli tamko, mimi kama mwananchi wa Itizi, kwanza, katika kanda hii ni wazalishaji wakubwa sana viazi viringo, ambayo ni ndo chakula cha kinachopendwa na wengi. Tunaomba kwa mgombea yote mtiania atakayepita urais pamoja na ubunge, tunaomba hasa sisi waweze kuturekebishia barabara. Natumaini kisha kwa kurekebisha barabara inaweza ikasaidia upandaji wa bei za viazi. Kutoka hapa katika jimbo la Mbeya vijijini, katika kampeni za mgombea urais kupitia CHAUMA, mimi ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV.